Habari za mdauu ndugu mpezi mtazamaji wa Tanzania, East Africa na dunia kwa ujumla. Uh, kwa majina naitwa Krishi wa Mbagala, mtangazaji wako kutokea chaneli ya SMN kutokea bongo Tanzania, na leo anawaletea habari kamili kutokea Mbagala. Habari kamili: kijana mmoja wanamuita nacho alikutana na dada mmoja njiani na kuanza kumtongoza. Dada huyu alianza kudanganywa na kuambiwa maneno mengi kuhusu duka analoliona pale ni duka langu. Habari kwa ufupi, wanaume wengi wanatumia njia nyingi kumpata mwanamke pale ambapo wanamhitaji kwa wakati. Basi dada huyu aliambiwa maneno mengi na kujua kuwa kijana huyu duka lile ni lake kweli. Hata hivyo kijana nacho alianza kumpa habari za magazeti na mativii kuhusu duka lile ni duka lake. Kwa ufupi, baba aliona amepata faraja, kwa sababu sapapa ndiyo inahitajika kwenye maisha ya sasa. Habari kwa ufupi, kijana mmoja wanamwita Kitope, yeye ni muuza genge. Leo anachambua nyanya, kitunguu na vitunguu saumu ili awawekee wateja wake vizuri. Dada dada mkali alotoka muda mfupi kutongozwa na kijana nacho, alikuja gengeni kwa bwana Kitope. Bwana Kitope alivyomuona dada huyo, alianza kung'ata meno kwa umalaya, na akamwambia unataka nini na nini. Habari kwa ufupi, wanaume wengi wakimuona mwanamke huwa huwa wanapagawa. Habari kamili, Kitope akaanza kutema cheche akaanza kutema maneno yake matamu kwa dada huyu, dada mkali, na kumwambia kuwa mimi na kuhitaji sana miaka mingi, unaelewa hilo tindindindi. Habari kamili, unaonekana Kitope huwa anamtongoza huyu dada kutoka ni zamani sana, kutoka miaka mingi mno. Habari kwa ufupi, Kitope akaona isitoshe, ni lazima nitoke nje ili kuongea na dada huyu maneno yangu matano kumgusa habari kamili. Kitope yakasukumizwa